Sema zile sita ndo zilikuwa zetu sisi mm-hmm. E. Sasa sita zingekuwa zetu songeleta timu. Ah, sisi tumeogopa wazee wafupi na mbuzi tumeambiwa. <laughs> <laughs> Bana, we mimi nikikala hapo bana. Sikiliza wewe, njo njo e. achana na hao watu wa sita e, nimekutana <laughs> <laughs> <laughs> na zama kapauka kitu, ukapauka kitu. Mimi labda nikwambia ukweli, nimeamka nina mudi zangu, sitaki kucheka viumbe vya watu nikaonekana mimi mkufuruji. Nikaonekana mimi nampangia Mungu uumbaji wake. Mimi nimekuambia kitu kimoja, kaka yangu, katika maisha kuna wanaume wenye bahati, mimi namba moja, mimi nina bahati. Nisikwambie kitu, mimi nina bahati. Na mimi nilimwambia Zaba, siku yoyote utakayoenda kuachana na mimi ndio mwisho wa maisha yako. Ndio mwisho. Kuna mtu mikaaniambia, "Kafifia vibaya mno. Usifanye masuala kutengeneza ile rangi. Usifanye masuala. Bro, mimi niko napambana na hakikisha nakula mara tatu. Wafanye masuala kuipata ile rangi. Lakini umeona tu umemkuta nini? Karanga atembeza maembe? umemkuta vi? anachoma miguu ya kuku? umemkutaavi hey. e, e. na yes, yule anajua kukanga vitumbua si maandazi sii hiyo anajua umemkuta. kwenye kibaraza gari tandika hhekwa usionee huruma, yule atakaniwe mimi, usimwonee huruma. Ndiyo maana nakwambia aje, yule mbwa kama mbwa mwingine, usimwonee huruma. Yule anatakiwa, ngoja nikwambia, yule anatakiwa maisha ya mnyooshe kako, kakonda vipi? kakonda hhe Mii as... kwa bahati nzuri kama kama paka alivyofifia. hey. kama paka nisikilize basi hey. Kaka hebu tulia kwanza Ndiye. tulia maisha hey. yetu sisi ya mtaani hey. nanga tulia basi, nimekutana na zama ile rangi aliyokuwa nayo kwake hey. kwako kipindi wewe unaishi naye hey. Ama kweli ah, ulikuwa unamfuja mtoto wa watu. Mimi ndo ninakwambia, ulikuwa hmm. unamfuja mtoto wa watu hivi kumbe Zama anaenda akawa mwarabu nywele, nimekutana naye iko hapa sijui ile ni peru via, ni sio anaitaga nini sielewi, zama gani? Nikasema, na kilichonifanya nimjue yeye ndio kaniona, semejigamba nikatoka, zama sijakaa sawa, kanipiga laki tano kunipiga laki tano pale pale, isi mimi nilikuwa nayo. Aha, isi mimi nilikuwa nayo. Aha, nimeenda kununua simu mpya, nimefanya top up pale pale sikutaka kusubiri kufanya chochote na akaniambia kwamba kwa lolote shemeji, unaweza kunicheki. Nikamwambia basi sawa, hakuna ah, shida yoyote ah, dada yule hey. Mzungu zama, mzungu nani, mzungu wa roho zama, katika wanawake ambao wana mioyo zama, na ah, zama na moyo nani zama, la, a, zama, la nani, zama la ume, na moyo sana kutoa. Umekuwa na namba nimechukua, kiukweli kweli namba nimechukua. Hilo, sikia, nikwambia sikia, kwa bahati ulionayo wewe kama mwanaume ambaye una bahati ili, basi yule dada asija kachakaa tena, tafuta mwanamke mwingine ili wewe uweze ah, yeah, tafuta okay, mwanamke mwingine, wewe una bahati, mtatengeneza maisha, sikia <laughs> achana azamu you... mm -hmm. <laughs> namba siwezi kukupa kiukweli eh, hey, nanga eh hey. mimi namba siwezi kukupa bas. <laughs> <laughs>